Mambo yanaenda bwana. Mimi naitwa Samson Medi. mm. mimi ni mtangazaji wa televisheni inayoitwa Mkombozi TV. Sasa mekuvisha iko taka mm. mm. nikulize maswali yangu machache tu. Kule kuna kamera mani wangu yule pale ah, anatuchukua sasa, right. Mimi nataka kwanza nijue unaitwa nani? Naitwa Lemi Joni. mm. ni Mkristo. Asante sana bwana. Hii mm. siku imekuwa bahati, huyu ni mkristo naye. <laughs> Kwa hiyo nadhani maswali yangu hapa yamefika sehemu yake. Bwana Lemi. Mhm. Hebu niambie wewe unasali kanisa gani? Ah, si Roman Catholic. Ah, okay, ni Roman Catholic. Mm. Ah, jamani leo ni siku ya Roman Catholic. Huyu Roman Catholic wa sio ngapi ya bado nimekushakutana naye. Mm. Sasa leo mimi na maswali yangu machache. Mhm. Je, uko tayari kusikiliza hayo maswali na kuyajibu? Ndio, ndio. Uko tayari eh? Mm. Basi swali langu la kwanza mm. linauliza hivi Yesu mm. alikaa siku ngapi jangwani akifunga? Ah, Yesu alikaa mm. siku, siku, siku, e, Mk... kitu kama siku thelathini, kitu kama eh, kama thelathini. Bwanalemi anasema kitu kama thelathini hivi Eh? Sasa, sasa mimi sitakumhukumu bwana mm -hmm. John kumhukumu mm -hmm. ila hana uhakika. Na kwa nini hana uhakika? kwa sababu hasomi somi Biblia, sindio? Majibu Eh, ni kweli, si ndio? ni kweli, eh he, sasa kipindi chetu bwana sisi mm -hmm. kinawaamsha Wakristo wenzetu mm -hmm. eh, wajifunze na kusoma Biblia kwa sababu sehemu ambazo shetani anashambulia ni mm -hmm. udhaifu huo. Kwa Wakristo wengi wamekuwa wamepuuza Biblia, wengi wamekuwa hawana habari nayo sasa. Hii ni chachu tunakupa na wewe Bwana Remi mm. kwamba na wewe pia hebu mm. uanze kusoma Biblia ili angalau maswali kama haya yakija, basi mkweli, unajibu vizuri. Ndio, Bwana Remi, sasa swali langu la pili mm. nauliza hivi mm. ni manabii gani wawili mm. ambao wao walipaa kwenda mbinguni bila kufa uh, wa kwanza eh. ni Yesu Kristo, pili mm-hmm. wa pili mm. Alikuwa alikuwa ni, ni... nabii nani alikuwa ni alikuwa ni alikuwa ni Petro tu, alikuwa ni Petro, yeah, yeah. Bwana Lemi anasema manabii hao wawili wa kwanza ni Yesu yeah, wa pili ni Petro kwa hiyo anavyoona. mm -hmm. Eh, mm -hmm. Lakini tukumbuke kwamba hana uhakika kwa sababu anasema mm. si msomaji wa, wa Biblia, wa Biblia. Mm -hmm. Eh, sasa hii huoni kama ni shida wajua? Ni shida, ni kweli. <laughs> <laughs> Eh, hii ni shida kweli mm -hmm. Sasa hebu anyway, tumalize swali la mwisho, swali la mwisho katika mm -hmm. Biblia mm -hmm. kitabu cha mwisho kinaitwaje? Katika Biblia eh, kitabu cha mwisho kabisa kwenye Biblia mm -hmm. kinaitwaje? Uh, kwa uwele wangu mimi uh. Uh, kitabu cha mwisho katika Biblia uh. Ni hicho ni hicho, ni Biblia yenyewe. Biblia yenyewe yeah, yeah. Eh, Bwana Lemi anasema kitabu cha mwisho kwenye Biblia mm. ni hicho hicho Biblia mm. Sasa na anasema kwa yeye <laughs> kwa mtazamo wake mm. si maandiko au sio? Labda yeye sasa anasema yeye itakuwa ndio hiyo Biblia Nkwe. Sasa, Bwana Joni Bwana mm. Lemi Joni mm. si tunakushukuru kwa kutupa ushirikiano mm. lakini mm. tunakupa mm. changamoto katika hayo ambayo tumekuuliza mm. E, bado hujajibu vizuri mm. na si tunakusamehe kwa sababu wewe huna desturi ya kuenda kujifunza Nkweli. Lakini sisi tunakupa tunakupa motisha kwamba kuanzia sasa uanze kujifunza Biblia. Mm-hmm. Kwa sababu unapojifunza Biblia mm-hmm. maanake ndipo utakavyoweza kupambana vizuri na shida kwa sababu utakuwa umemjua Mungu. Ni kweli. Bila kujifunza Biblia huwezi ukamjua Mungu. Ni kweli, ni kweli. Kwa hiyo unaniahidi kwamba utaanza kujifunza Biblia? Ndio, na kuahidi nitaanza leo kujifunza. Sawa, Mungu azidi kusaidia, azidi kubariki.